Kimsingi, katika hii miaka kumi ya Halotel, Halotel imeweza kuunganisha kila moja aliyeko hapa na ambaye hayuko hapa, nisikie shangwe tafadhali. Asante. katika miaka kumi ya Halotel, Halotel imeweza kutupa huduma mbalimbali ikiwa huduma za kupiga simu za kutuma message, huduma za Halopesa, huduma za huduma za bando, huduma za internet, lakini pamoja na huduma za corporate. Halotel haishii hapo, kila siku tunaendelea kuunda miundombinu ya kuboresha huduma zetu, lakini kuboresha mawasiliano ili kuwezesha watu kuendelea kuwasiliana kwa bei nafuu, lakini pia kwa ubora zaidi. Walipokuja mwaka elfu mbili kumi na tano tulipokuja mwaka elfu mbili kumi na tano tulihakikisha kwamba huduma zetu ni bei nafuu kwa kila Mtanzania, tukijua kwamba kila Mtanzania anahitaji kuwasiliana. Hivyo basi tuliona umuhimu wa kuweka huduma zetu zikawa bei nafuu kuliko huduma zingine zote na leo tunatimiza miaka kumi. Tunapenda kuwashukuru shukuru wateja wetu, lakini pia tunapenda kuwashukuru nyewe nyea hapa mlipo sasa hivi kwa kutuunga mkono katika miaka kumi yote. Halotel tunaenda mbele pamoja, lakini katika hayo Halotel, katika kuzindua miaka kumi hatujaja hivi hivi, tuna programu mbalimbali kwa ajili ya wateja wetu, hivyo isingependa kuwa msemaji mwenyewe ningependa kumkaribisha mkurugenzi wa biashara aje hapa mbele ili aweze kuelezea halo tutakuja na nini katika hii miaka kumi, siku ya leo. Leo hii wote ni mashahidi, Hayote imeenea sehemu kubwa sana ya Tanzania na tunaweza kuwaunganisha Watanzania wote kutokea vijijini mpaka mjini katika mawasiliano. Sasa uh, nipende tu kutoa shukurani za dhati kwa wateja wetu, jamii na wananchi wote, wa kutuamini miaka yote hii kumi kuweza kutumia mtandao wetu wa Halotel. Mtandao ambao umeimarika zaidi mpaka sasa tumefikia hatua ya kwamba Halotel inapatikana sehemu zote kuanzia vijijini mpaka mjini. Kwa hiyo sasa hivi network sio shida tena, ila sasa tunakwenda kwenye tunasema kwenye, kwenye, kwenye uchumi wa digitali kwa maana ya kwamba sasa tunaenda kwenye mtandao zaidi wa internet na Halotel, katika kujikita katika kuhakikisha kwamba tunawaweza wananchi sasa kuwatoa eh, Tanzania na kwenda kidunia, tunasema kidigitali. Tuko tayari kuwaunganisha Watanzania wote kupitia mtandao wa kasi wa internet ambao hivi karibuni tutauzindua kuweza kuhakikisha kwamba Watanzania wote wana enjoy na wanafurahia huduma zetu za mtandao wa intaneti ambao utakuwa umeboreshwa zaidi na wenye nguvu zaidi, kuweza kuhakikisha kwamba kila mmoja anapata fursa ya kutumia kutumia mtandao katika kuhakikisha kwamba analeta uchumi wake binafsi pamoja na uchumi wa nchi yetu. Kupitia hayo yote, hayakuwezekana tu Isipokuwa ni kutokana na support ambayo tumeipata kutoka kwa wananchi, kutoka kwa jamii kuweza kuikubali kampuni yetu ya Halotel. Leo hii tunazungumzia mamilioni ya wateja ambao wanatumia mtandao wa Halotel, na kuiwezesha Halotel kuendelea kuwepo leo miaka kumi, na tunaahidi kwamba tunakwenda pamoja kuhakikisha kwamba kila mmoja anafaidika na, na mawasiliano pamoja na internet ya Halotel. Basi, rasmi, ni nipende tu kutoa kwamba eh, katika kusherekea hii miaka kumi tunakwenda na slogan yetu ambayo tumeizindua leo kwamba eh, tunakwenda pamoja na Halotel, kwa maana ya kwamba leo hii tumefikia hatua tumefikia hatua ya miaka kumi kuwa pamoja na wateja wetu, lakini sasa tunaanza safari mpya kuanzia leo na wateja wetu kwamba tunakwenda pamoja na Halotel, kwa maana tunakwenda pamoja na wateja wetu kuhakikisha kwamba sasa tunakwenda kwenye maboresho na huduma zaidi zilizo bora kwa wateja wetu. Tunaenda mbele pamoja, tunaenda mbele hivyo watejawetu, na tutoa leo kuanzia miaka hii kumi. Naweza kusema kwamba huu ndio mwanzo kwa kupata huduma ambayo ni nafuu, huduma yenye gharama nafuu, huduma ya uhakika kwa wateja wetu watumiaji wa mtandao wa Halotel pamoja na mtandao wa internet kupitia Halotel. Baada ya hili, nipende sasa rasmi kuzindua kumuita mkurugenzi mtendaji wa Halotel ashirikiane nasi kuweza kuzindua hii zawadi kwa ajili ya mteja wetu ambaye yuko tayari kujishindia hii zawadi na kila mteja ana fursa sawa, wateja wetu wote wana fursa sawa ya kushinda zawadi ya hii gari. Kwa hiyo ni wewe tu kuendelea kutumia kutumia tuzo point zetu pamoja na kutumia mtandao wa Halopesa.